Malaba, nanyi mmekuja lini? Mmekuja na nani? Baba yenu mzima? Lakini, haina tatizo. Haya, hey, baadaye inaonekana kuna mambo mengi sana yanaendelea nyuma ya mgongo wangu. Mm -hmm. Ni kweli mume wangu, wifi Chikwa amerudi jana, ameachika baradhuli yule, kweli ameshinda kuficha makucha yake <coughs> nah. Yaani kiukweli mume wangu nakuonea huruma sana, yaani inabidi ufanye kazi kwa bidii sana kwa sababu familia imezidi kuwa kubwa. <coughs> Nitajitahidi sana namhurumia→namuhurumia sana dada <tuhi> yangu. Hata mimi namuonea huruma sana, ifichi kwa maskini mwenyewe ni mtu mwenye hekima na roho nzuri. Hayo yote hayana umuhimu kwa sasa, lakini nadhani kwa sasa ni mimi kutafuta kwa ajili ya hiki kiongo chetu ambacho hivi <tuhi> karibuni <mkuta kukute>. Tutakipokea. Nakupenda sana <tuhi> <tuhi> <tuhi> Hajambo? Ajambo. Ajambo. Mm, ajambo ajambo? Wazima, hatujalala hatujalala, tumelala sisi tu mama ajaja, mm. We, mama ajaja. Huyu hawezi kuongea kitu chochote. Mama katuache sisi kaondoka. Mtu aondoka tuwe shule. Bye. We Jamani majirani, leo kwetu. Wewe beba, wewe tukae, tukae. Jamani, ua anapita yule, hauko kanyaga mdudu. Akanyaga mdudu wapi? Jamani wazee, mwingie ndani, kazi ngumu ile, jamani

Kwa sababu leo na siku unajifanya umekuwa, si ndio? Eh? Nakuuliza umekuwa mtu mzima unajifanya. Yaani wewe umepanda umepanda chati sasa. Wewe ukulala nje wewe. Asa mama, mi ningefanyaje? Ungefanyaje? Hivi unanijibu sasa, ningefanyaje? Eh? Yaani nimelala utafikiri usiku kama mwaka. Tumbo la uzazi limenikata. Wewe, mtoto, utaka kuniua ulisimaliza mali zangu wewe. Mama. Mimi mi ningewezaje kurudi mtu amenifungia mlango ndani? Eh. Eh. Hmm. Makubwa kakufungia. Kakufungia nani mimi kanipa mkaja wangu au? Kwa hiyo mafungio, shoga yangu. Na nani Abu au Shabani? Umekosea, wote umbea. Huyo alinifungia mlango alitoa Jafari mpya. Kwa hiyo Jafari kaja na staili ya kufungia, kukufungia ndani, si ndivyo? Ah, kaja kakupa kipi? Kwa kufungiwa kote mafaundo haya. Mashavu, una akili wewe. Yaani kufungiwa kote na kakupa paja ya kuku hii. Haja kupa hela. Si nilikwambia, anataka kukukopa, staki mimi. Kakuzuga na kikipaja. Yaani kwa namna mtanione, sura yako bora ulivyovua ikofia najua umenimisi mke wangu sana, ila naomba tu nikuombe kitu kimoja, najua utakuwa umemaliza kushusha vitu, nilikuwa ninaomba niondoke sasa. Baby, wapi tena? Nataka nirudi nipeleke ile gari mke wangu, lakini pia nikakabidhi hesabu ya bosi. Sio, unajua bosi naye alivyo mkorofi. Jamani, mimi hata sikuelewi yani. Mimi najua umekuja tena, ndio tuna kumbe tunaondoka. Mke wangu nenda mara moja tu Mlandizi kwa ajili ya kupeleka hilo gari, alafu pia ninarudi na kuahidi. Please darling, naomba basi, unavyoenda mimi hata ni sio msemeji, usije kaniletea habari zako za mambo unaenda kupiga kimeo. usiende kufanya nini, tutagombana. Hapana, mimi nimekumiss, na bibi wako pia na nikumiss. Nataka ujulishike vitumbo, mwambie baba anaenda kutafuta. Jamani, na ninatafuta kwa ajili yenu nyote. haya Nende ndio, vinakusubiri urudi. Sia, lakini vipi hapa nyumbani, vipi? Umeshawazoea azoea mawifi zako hivyo hivyo? Mume wangu ndio maana kwamba nimekumiss, nataka tuongee, cuungee na maongezi mengi nawe lakini, usijali, wacha nifanya kazi kwa bidii kwa sababu muda si mrefu utahama hapa nyumbani. Asante mwanangu, nakupenda sana kwangu, nakupenda sana na wai a kweli, kiss me Nipeke chakula. Wewe, ni mimi no, hapa sasa hizi afuna niambia habari za ugali. Hiki kipaje mimi nakula make ya kiyangu za nimezaa mimi. Lakini haya sio makubaliano, mafao hapa hakuna. Umeelewa? Sikiza nikwambie. Nje kuna kazi huko. Umetoka kazi za huko zinazokuhusu, hizi kazi za ndani zinamhusu bibi. Nje kuna mavyombo, maji ya kuchota na mavyakula yameshushwa kama yote. Ah. Ta, ta, mama mimi eh, nimechoka. Umechoka bwana, kwa dina hela nikikusaidia. Paul vo, vishika hapo ni nini? Vimejileta wenyewe. Ha, sasa hii hela. Ungekuja na hela nikifanya kazi. Mimi najua mwanangu uko vizuri bosi. Ha. Bosi unatamia, umekopo. <laughs> Nyanyuka ukafanye kazi. Asa mama, usinemea utakakwenda huko na kule. Wewe unanichekesha na aenda. Ah bwana, mama watu watakuona. Ma, mimi sasa nimwogope nani? Mtoto amevaa mimi. Tumbo lako nilimbeba kwa mtu aliniona.

Bidwe, hey, vipi mzee tu, mbona unakuja kujibanza huku? Mwangalie macho yake kwanza, jamani. Mada hataki macho kama paka. Mzee mbona afanyeje? Bado aende wapi na ameshastaafu? Yule mzee yupo hapa, mkaa kitoka tu, akuona ndogo, tukae Pendeni, nipe kanga, stafu, hujajua kabisa kama unatoka ukitoka ukirudi unarudi kweupe, hujalijua hilo kwa nini usijitengeneze kabisa mwenyewe ukajistiri. Sapolapola tusingepita kwa uchochoroni, ungepata wapi hiyo nguo ya kujistiri samani, bibi we. Sasa hiyo kazi, kama u na faida nayo, kwa nini usistafu kama alivyostafu baba yako?

Nidhani kwamba wewe sio mwenyeji wa hapa kwa jinsi ulivyopita na pikipiki. Shikamo baba. Ingekuwa vizuri zaidi mimi ningekuamkia wewe. Shikamo mama. Ndio unaingia sasa hivi? Mimi nimelala, mi, mi kwa rafiki yangu beti kwa beti. Tukae mwanangu, mimi sina utoto wa aina hiyo unaofikiria wewe Yani, unafikiri unaweza ukanidanganya kirahisi rahisi tu hivi? Heshima yangu mama iko wapi kwako? Unataka tuongee kivipi ndio uelewe? Sasa baba, kwani mnavyofikiria mimi, mbona sijafanya kitu chochote kibaya? Pumbavu. Ya, yani, nyinyi watoto ni mzigo mzigo mkubwa, aibu kwa familia, aibu kwenye ukoo. Yani, natamani nipindue ni dunia, nipate watoto wengine kabisa. Wapi? Sio nyinyi. Ah, potea!